Nikaambiwa kwamba kuna wananchi yako wamevamiwa ame, nikakuta amekatakata mapanga. Kwa sababu inatishia amani, mtu na mali zako umelala ndani, afu baadaye uhalifu unaingia. Kwa kweli hata mi sijafurahishwa, yani tumekosa amani kutokana na matukio haya. Ni hofu na wasiwasi ndio inaonekana ikiwatanda wakazi wa kata ya Goweko iliyopo ndani ya halmashauri ya wilaya ya Uyui mkoani hapa Tabora, na hayo yote ni kutokana na matukio ya uhalifu yanayopelekea vifo kwa baadhi ya wakazi wa maeneo mbalimbali iliyopo katika vijiji vilivyopo ndani ya kata ya Goweko, ikiwemo kifo cha bibi yanaetajwa kukatokatwa na mapanga na watu wasiojulikana, na hilo tukio limetokea kijijini kwetu kijiji cha Mutukila. Kwa kweli najisikia vibaya yule bibi walimkuta kweli, lile tukio lilifika muda wa jioni usiku, basi yule bibi alikatwakatwa na kumtoa kurumeu. Lakini tulijisikia vibaya, wananchi, matukio mawili na ile la juzi kati la ng'ombe kukatwakatwa na kutishiwa amani, mpaka sasa hivi tuliokuwa tuna mali tunashindwa kule kujitambua tufanyeje. Ukiwa masikini vibaya, ukiwa tajiri vibaya. Sasa tunaomba serikali tusaidie, tunaishi vipi? kwa jina tajainzwa Ngusa Ngasa, mwenyekiti wa kijiji cha Otikila. Ni kweli mimi nilipigiwa simu na wananchi, nikaambiwa kwamba kuna wananchi wako wamepwamiwa ame, nikakuta amekatakata mapanga. Baada ya hapo, tukatoa taarifa polisi, walikuja polisi, wakaja kuona ule mwili wa marehemu baada ya hapo marehemu walimpeleka sehemu kuhusika ili ndugu zake wakaendea na mazishi. Kwa kweli yule mama, yule bibi hajakuwa na ugomvi na mtu sipokuwa yeye alikuwa mganga, sijaelewa kwamba ni nini kilichofanyika zaidi. Wito wangu, naiomba serikali pamoja na jeshi la polisi liweze kufuatilia huo mtandao ili kuweza kuwabaini, kwa sababu kama anapatikana anayepiga simu yuko mahala fulani, serikali ina mkono mrefu wa kuweza kumfuatilia huyo mtu hoja hiyo imewasilishwa hii leo kama ajenda ya ulinzi na no usalama kwenye kikao cha DC, ikiwasilishwa na diwani wa kata ya Goweko, bwana Shaban Katalambula, akiwataka wajumbe wa kamati mbalimbali za ulinzi na no usalama za kata hii pamoja na wilaya kwa ujumla kuhakikisha kwamba wanadhibiti kwa hatua mbalimbali watakazochukua ili matukio hayo yaweze kutokomea ama kukoma kabisa ndani ya wilaya Uyui na kata zake. Kulikuwa na tukio la mauaji pale Mutukila la mama yetu Litifundi, nadhani mtakumbuka, yule mama alifikiwa pale, watu walimkatakata wali, atauawa. Lakini hivi vijuzi limetokea tukio kwa mzee wetu mzee Omari Masudi. Kwanza yule mzee alianza kwa ku, kupigiwa simu, kupewa vitisho mbalimbali na watu wakimtaka tume pesa. Yule mzee akaenda kuripoti kwa viongozi wenzetu ngazi ya vijiji na baadaye polisi lakini wakati bado wakiwa wanaendelea na vitisho, siku wa kuanfia juzi walifika watu wasiojulikana nyumbani kwake na kuvamia na kufanya uhalifu wa kukatakata ng'ombe wanne miguu. Tunafahamu ziko jitihada zinaendelea za jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama, tutawaachia yale ya kitaalamu, lakini kama wananchi, kuna mambo ambayo lazima tuombe vyombo vya ulinzi na usalama vitusaidie katika hatua nyingine. Mheshimiwa Shaban Katalambula eleza kuwa serikali imekwisha kuanza utekelezaji wa huduma ya bima ya mazao na afya kwa wakulima wilaya ya Uyui ikiwa ni ahadi ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na watendaji wake wakati wa kampeni zilizokuwa zikifanyika mwishoni mwa mwaka 2025. Kupitia bima yetu ya afya ya NHIF tumeanza kusajili wakulima wa, wa ushirika wote wameanza kusajiliwa kwa ajili ya bima ya afya ya matibabu, lakini pia na bima ya mazao kwa wale wanaoshirika si ndivyo. Lakini pia iko mpango kwa ajili ya kusajili vikundi mbalimbali, sakosi vikundi vya mikopo vya kina mama na makundi mengine. Kwa kifupi ni kwamba zoezi hili linaendelea. Ulinzi na usalama unapoimarika katika eneo lolote lile, basi huo ndio mzizi na moyo wa maendeleo katika jamii. kutoka katika kata ya Goweko wilayani Uyui mkoani Tabora. Mimi ni Samuel Joji na hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike hapa YouTube lakini pia tufuatilie katika mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa kuandika habari leo_tz. Shukrani.